Antirichi Sosopembe na Nyoshi El Sadati sauti ya Simba rais wa Bogos Muzika. Je, kuna bifu la chini chini linaendelea? Ni swali ambalo baadhi ya wadau wa muziki wa dansi wamekuwa wakijiuliza kwa siku za hivi karibuni, kutokana na ukaribu wao wa siku za nyuma. Hawa ni baadhi ya waimbaji wa Bogosi Muzika inaongozwa na Nyoshi Elsa Dati wakifurahi pamoja na mdau wao Anti Richi Soso Pembe, kumbukumbu ya kuzaliwa kwa katika kumbukumbu ya kuzaliwa kwa wasanii wenzao Redoki mauzo na FBI Mulemule. Soso Pembe ni miongoni mwa wadau walio karibu na bendi ya Bogosi lakini kutoonekana kwa Nyoshi katika matukio kadhaa kwenye pati za Anti Richi siku za karibuni kumefanya mashabiki wa Bogosi kuhisi kuna utofauti kati ya Nyoshi na Soso Pembe. Kwani mwezi mmoja uliopita kuna kripu ilitembea ikionyesha namna mdau huyo kulaumiwa kwamba anaharibu bendi kwa kuwafanya wanamuziki washindwe kutimiza majukumu yao, na kulaumiwa Nyoshi kutosimamia pasavyo wanamuziki. Nyoshi alijibu kuwa hakuna mtu au mdau wa kuiumbisha bendi yake kisa pesa. Na baada ya clip ya Nyoshi kutembea, naona mdau mdau huyo mama Soso Pembe ni kama a, anamkomoa Nyoshi kwa kwani hamuhusishi tena katika pati zake kama ilivyokuwa awali, na kwa sasa anajikita kuwasapoti wanamuziki wa bendi hiyo, yaani wanamuziki wa Nyoshi kwa nguvu kubwa na wadau wa kisi kama kaamua kumuumiza Nyoshi kupitia wa, wanamuziki wake, kwani amekuwa akifanya matukio ya kutumia pesa nyingi kwa wanamuziki hawa wabogosi pasipo rais wa bendi hiyo kuhusika katika matukio hayo. Kwa mfano hapo unaona anagawa nyama ya mbuzi katika birthday ya Fbi Mulemule mule na Redoki. Hapa amewapa hiyo, lakini pia ameshiriki katika kutengeneza keki hizo na zawadi nyingine ambazo amewapatia wanamuziki hao. Kwa hiyo itajenga kwamba wai awasapoti wanamuziki pasipo rais wa bendi hiyo kuwepo. Ni maswali ambayo wadau wa muziki wameendelea kujiuliza kwamba mdau huyu aa, ni kama anamkomoa Nyoshi kwa kutofuata kile ambacho alitamani kukifuata, lakini pia hii ni miongoni mwa kauli ya Nyoshi El Sadati, sauti ya Simba, ambayo aliitoa mara baada ya ile clip ya mwanzo ambayo ilitokea kwamba amezalaulika eh, alivyoitwa na mama Soso Pembe, lakini pia kuambiwa atakuwa anapewa kiasi chochote cha pesa, ni kama alikuwa amezalaulika. Hivi sasa mashabiki walimjia Nyoshi na kumjia juu, lakini Nyoshi alijiheshimu sana Uko nasikia. Kwa hiyo kusema seme mimi nimetukanwa, sijatukanwa. Nalikuwa naongea na Tina Mataka, Hitler na Fabrice pale, watu wanesha kuondoka kwenye ukumbi. Akuna mutu wowote naweza kusema kwenye ukumbi libaki atasegi kasani sisuana mziki na wale kina Tina Mataka jo walikuja pale, nalikuwa naongea nao kitu yeye aliongea papa papa, uko wapi? uko wapi? huku eh, unapasha kupa njoku, njoku, kupatia maua watu, sema lasivyo sitakupatia hela. Kunitukana mimi kwenye stage, e bwana, mimi ni Nyoshi bwana, eh, mimi ni Nyoshi, ato anijue mimi vizuri. Kwa hiyo ile kusembole mama nitukana, ile wasimdanganyie. Siko pande yake, binadamu aja kamilika, kuna mtu ana mabaya na mazuri yake, lakini aja nitukana na rudilia tena yoyote, kwa sababu nyumba yenyenyiny ya mwisho hawezi kujua jisi gani inavojua inavyovuja kwa hiyo naweza kusema kwamba vitu vengine munasikia kwa mbali, ndio maana nasema kuna mtu ana mabaya wake na mazuri wake, akini hakuna mtu anaweza kunyanyasa wanamuziki wangu. Hakuna mtu anaweza kunyanyasa wanamuziki wangu. Kama kuna watu aligombana nao, labda aligombana nao wanajuana wenyewe, nani wenyewe, walikuwa marafiki zake karibu sana, wanaingia kwenye gari, wanakula, wanalala wote pamoja, wanaamka, wanaenda kwenye maduka, wanaenda kwenye marestaurant kukula huko, nasikia sasa, nakia kutoka e, unasemaka nini kiswahili e, lakini lojonaonekana wanakuwa maadui wake. Jomani, mimi nasema nyumba yenye amuisha mweziju navuja vipi? Mimi jo navojua, wale wote wanasema semu, wananyanyaswa wote. Jo, mnafikiri wananyanyaswa wame, sijo kina nano wamenyanyaswa, wale wote walikuwa marafiki zake, tena tena wakula na kupakuwa. Jomankwanasema vitu vyengine, nyinyi amujue tu, wanasema kamunyonge hata jiteteye uko nasikia, lakini tukasema tuingia kwenye ndani kama mimi, tuseme kama baba nyumba, baba nikaanza kuongea maneno mengine, itaonekana labda lakini, kisi tunaesha kuichukulia hivi, ya muhimu sio kuharibu, tutengeneze kwa sababu mimi, malalamiko ya watu mimi nasikia sana, na mimi napenda mimi napokeaka maoni na mimi naweza penda, tutengeneze sio kubomoa, lakini sio tena kuingia ndani kutoa chatu wengine sheria na kitu kenye amujui. Uko nasikia wangapi wekiwana musubiri ule mama, wengi wangapi wanamufata ule mama kumtumia mameseji, mama tunakuhitaji akinilo mufani mwimi nikakosana lole mama, nikatoka nikamwacha, wakati mama taza kulalamikia kwenye mitandao, kumbe Nyoshiko hivi. Ule mama limusaidia sana Nyoshi kamuponza, unoelewa? jole watu watakuja kunigeuka sasa. Mimi kumbe, mama alimsaidia nyoshi sana, nyoshi kamponza hivi na hivi hivi na hivi, kumbe watu wengi hawajue chochote. Lakini tuko hapa tutelezana ukweli baadaye, lakini maoni mimi nayapokea, nataifanyizia kazi pia. Miye mtu wezi kunitisha, sema wezi kunipatia hela elfu thalathini arobaini hamsini kwangu si kitu. Uko nasikia, si kitu si kitu hizo, wala tunazipenda na tunazipenda na tunazitamani, lakini mtuasa, mimi nimepoteza hela nyingi sana. Hela nyingi sana, hela nyingi sana kuliko nyinyi gisi mnavyofikiria. Mama na nipatia hela, nasema kitu amujue nyumban navuja mwezi kujua, tukae tu, uko nasikia, mimi nimineshima Ee, hivi na hivi, mama namuheshimu sana, anamsamini na mimi namsamini, namuheshimu na sana lakini hawezi kufanya kitu chochote kusema kuniambia hivi ili mimi ni haribu. Naam, hayo ni maneno ya rais wa bendi hii ya Nyoshi El Sadat, ambao pia wanamuziki wake wameendelea kula bata chini ya mama Soso Pembe, ambapo ameendelea eh, kuwathamini wanamuziki hawa ambapo Nyoshi mwenyewe kafunguka kwamba yeye hana shida naye, licha yale yote ambayo alizungumzika siku za nyuma, lakini bado mashabiki wanajiuliza siku za hivi karibuni. Hiyo ni sauti yake ya siku kadhaa zilizopita, kama mwezi miwili mmoja uliopita. Lakini sasa kwa nini haonekani kama hana beef katika eh, party zinazofanywa na, na muziki wake kama raisi, ni swali ambalo mashabiki wake wameendelea pia kujiuliza. Sikiliza hapa namna wanamuziki wameendelea kufurahia eh, mazuri kutoka kwa mama huyu Soso Pembe, mama Soso Pembe.